Jina la bustani ya Marikia ambayo kwa muda mrefu imekaa bila maboresho, na sasa serikali wameona ni vema wakaboresha eneo hili likawa maalum kwa ajili ya kupumzika watu mbalimbali mbali, lakini pia na huduma mbalimbali zikawa zinapatikana katika maeneo haya. Moja ya huduma ni kuwepo kwa maeneo ya watoto kuweza kucheza katika maeneo haya, lakini pia kuwepo na billboard ambayo itakuwa inaonyesha matangazo mbalimbali mbali, na vivutio mbalimbali vinavyopatikana mbali hapa mkoani Mara. Ni bustani ambayo ilianza baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, Waingereza walivyoanza kuweka mamlaka zao katika mji huu, ilikuwa chini ya mfalme wa Uingereza King George, na baada ya King George kuondoka, kufariki, akaingia Malikia Elizabeth. Na mimi nilikuwa ni mmojawapo kwenye kipindi cha watoto, nilikuwa bado ni umri kwa nauza kalanga kuanzia senti tano. Kumbe lilikuwa ni eneo la kujivinjali. Zamani sisi hatukuwa na madisko, tulikuwa tukienda kwenye maeneo ya wazi kama haya eh? kwa hiyo kuna kuwepo na michezo mbalimbali, sarakasi nini, mnacheza bahati nasibu eh? Tombola, korokoro, ile meza kibao hapa zinakuwepo. Lakini kabla ya kuwepo kwa bustani hii na watu kujivinjali, ni shughuli gani kuu ilikuwa katika eneo hili? Wenyeji wa mji walikuwa wanazikana maeneo haya, kwa hiyo walikuwa makaburi ya wenyeji kwa hiyo Waingereza wakalichukua ile eneo, wakaliboresha upande, wakatengeneza stendi upande, wakatengeneza soko. Vikapatikana vitu vitatu: soko, stendi na hii bustani yao. Manispaa Musoma kwa sasa ipo katika kampeni ya Ng'arisha, Safisha, Pendezesha manispaa hii, na eneo hili la bustani ni sehemu ya kampeni hiyo, huku mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka akiwakaribisha wadau mbalimbali kuwekeza vitu mbalimbali katika eneo hili. Lakini mkakati tulionao ni kufanya eneo hili na bustani hii ya Malkia moja, iwe ni sehemu ambayo wananchi wanaweza kuja kupumzika hapa, lakini la pili, manispaa yetu pia ifanye kama sehemu ya chanzo cha mapato. Kwa kweli miji yote mizuri inayokuwa inahitaji kuwa na maeneo tulivu ya bustani. Bustani huwa zinabadilisha mandhari ya mji, mji unaonekana smart na wa kisasa. Baadhi ya wananchi wanaofanya shughuli zao katika bustani hii wakaeleza kufurahishwa na wazo la serikali katika kuboresha bustani hii kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya mapumziko mazuri ya watu, unapumzisha mawazo yako, unajisomea vitabu kama ilivyokuwa hawali kwenye kipindi cha Mwalimu Nyerere. Ningependeza bustani letu limekuwa limedumaa muda mrefu sana, badala ya kutumika kama sehemu ya uzalishaji. Kwa maana kwamba wakati wananchi mbalimbali wakija kuburudika eneo hili wangekuwa wanapiga picha mbalimbali mbali, na manispaa ikaingiza angalau kipato. nimeona bustani nzuri sana, nimeona sehemu za kupumzikia kwenye ile ramani na maeneo yote yatakuwa mazuri kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo en anyway, nipongeze sana huu mradi, ni mradi mzuri utauendeleza mji wetu. Bustani ya Malkia katika manispaa hii ya Musoma kwa muda mrefu imetumika kama sehemu ya watu kupumzika na wakiwa wengine wanasoma magazeti, lakini kwa sasa kumekuwepo na shughuli mbalimbali za kibiashara, jambo ambalo serikali wamesema wanataka kuiboresha ili kuhakikisha eneo hili linakuwa maalum kwa ajili ya kupumzika, na mambo mengine kadha wa kadha yatakuwa yanapatikana ndani ya bustani hii. Mimi ni Agustine Mgendi, habari weekend.